Tunamshukuru mama yetu Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa uongozi mzuri uliotukuka katika kipindi chote cha uongozi wake ndani ya miaka minne. Miaka minne ya Rais Samia Suluhu Hassan, sote tumeshuhudia maendeleo makubwa katika sekta mbalimbali mbali. Katika sekta ya elimu, sekta ya madini miundombinu na nyinginezo. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, pia tunakushukuru kwa kutukumbuka na kuja kututembelea katika ziara zako. Sote tunasema karibu sana Longido na Mungu akubariki. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, tunakushukuru kwa kututatulia changamoto ya umeme migodini. Sisi wachimbaji kwa sasa tunaamini kabisa changamoto ya umeme katika migodi imekwisha. Tunakushukuru sana Mheshimiwa naibu waziri mkuu na waziri wa nishati. Wachimbaji wa Tanzania sasa wanapata umeme wa uhakika migodini na wanafanya uzalishaji wenye tija. Na yote hiyo ni kutokana na sera nzuri zilizowekwa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na Rais msikivu mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, kwa sasa wachimbaji, kwa maana ya wizara, tunachangia katika pato la taifa asilimia kumi nukta moja. Na zote, na zote hizo ni jitihada za mheshimiwa rais, kwa kuweka sera nzuri zinazosimamiwa na wizara na wizara hii inayosimamiwa na, na Anthony Peter Mavunde, waziri wetu wa madini, pamoja na Daktari Steven Lemomo Kiruswa, mheshimiwa naibu waziri mheshimiwa naibu waziri mkuu na waziri wa nishati. Kwa sasa wachimbaji tupo zaidi ya milioni sita na sote tunanufaika kwa rasilimali za madini hasa katika kipindi cha miaka minne ya uongozi mzuri wa daktari Samia Suluhu Hassan. Hivi wachimbaji wote Tanzania tumekubaliana kwa pamoja na rais wetu wa Shirikisho la Vyama vya Wachimbaji Madini John Wambura bina kwamba kura zote ambazo ni zaidi ya milioni sita ni za mama yetu mpendwa Rais Samia Suluhu Hassan.